Unapoingia huu mwezi wa tatu ambao umeianza, badilisha msimamo na fikra kwamba kuanzia leo sitaki kufanya kitu ambacho sipati faida. Na ukiona unafanya kitu ambacho faida unayoipata haikufanyi kusonga mbele, na hata ukitazama mbele huoni nuru kwamba hapa nitatoboa, ntatoboa, nadhani kwa, Acha. Acha. Kwa nini watu wanaenda kwa waganga au nadhani kwa nini wao ulienda kwa mganga. Kuna vitu unafanya viendelee, kuna vitu unafanya utoboi. Amen. Kuna vitu unafanya upati faida. Amina. Usije ukaona watu wanaokwenda kwa waganga, kwa sababu uko kanisani ukawadhani kwamba wao ni wajinga. Hapana, kuna mahala wanataka wafike. Amen. Sasa wee, badala ya kwenda kwa waganga, umeamua kimbilia kwa nabii. Amina. Unachotaka unataka uone unafika mahali fulani.